Hapa muda ukishanitupa mkono. Kwa hiyo sasa hapa ngoja nijiandae, nijiandae andae niende kazini. Ila kuna hela hapo, hapa unaweza kufanya matumizi kwa ajili ya leo, sawa? Mume wangu, asante sana kwa kunipa hiki kiasi cha pesa. Ungependa leo nikupikie nini mume wangu? Ah, leo nimemisi pika wali na nyama, wali nyama. Mume wangu, kila siku uchoki uone we ni kupikia ndizi na nyama na udambo udambo, kama vyote unajua, mi mtu wa pwani, yani wanapenda sana wale mambo ya ugali. Sasa sisi tofauti na sisi, sawa. So, mume wangu nitakupikia chakula ambacho unakipenda, usijali. Ah, ila nimekumbuka, kuna tetesi nazisikia hapa mtaani. Ni tetesi gani hizo, mume wangu, ulizisikia mtaani? Nimesikia kwamba kila shughuli hapa ikitokea shughuli ukosi unatunza laki laki mbili, ukipokea mchezo na unatunza sasa. Kulingana na kipato chetu hapa tunachopata tunacho, tunacho, wewe ni kweli wa kutunza hela hizo wakati sisi maisha magumu hapa? Nini sijajua kama ni hizi ni habari za kweli au vipi? Hizo habari sio za kweli na najua ma, watu wapende maendeleo yetu naombea sana usijali. Mi sijawahi kufanya hivi, sijawahi kutunza laki mbili, sijui laki tatu. Sawa, kama ni uongo, ila nikijaribu kuchunguza, nikijua kama ni kweli, tutaonana baadaye Tutakubakia, nitampikia hata kimchisha eh, na kiugali ataukuta, kwena vitamu kwasehela nyingi ya Tuka unatunza kwa man natunza elangu, kunipa utaki, unashida gani eh? Nyama unakula kila siku ndani kwako. Haya, elangu ikwapi? Yani hapa nachotaka elangu, yani apa toshi leo apa, nakwambie, so nitakupa. leo siku yangapi mwezi wangapi sasa hivi, ujanipa au nitakupa? Nitakupa mpaka lini Niangalie, usiangalie pembeni, niangalie mimi. Utanipa lini yani nikwambie? Kabisa, niangalie usoni, ndugu yangu, so hivyo tusifanyiane hivyo hivi ngumu Nimekivaa kweli naekivaa ngoja niingie ndani ni- nikivua nikupe, eh, shogangu. Makubwa madogo yana nafuu? Umekivaa, umekivaa, umekimaliza. Ume afu leo nivulie mimi uchafu aku nivulie, si ndio? Eh? Yaani mimi nataka hela yangu shogangu, kijola sipokei maana kimeshavaliwa kimeingia kutu, sikubali kabisa. Kijola kimeshavaliwa, umeshakitimba, hela utaki kulipa. Ulivalia nini? Ungeacha ndani. Unge Mambo yani. Ungekiacha kama kilivyo. Yaani, ninachotaka hela yangu. Sikubali kabisa. Yaani, hapa leo pata chimbika. Upo. Yaani, pata chimbika kabisa leo. Karibu leo. Sasa, hizi jamani. Salama, kwema. Kwema wazima. Wazima. Vipi jamani? Mbona sielewi maana si mzozo tu? Una shida gani? Hamna shida. Hamna shida. Eti, shemeji, una shida gani hapo? Shemeji, hebu muulize nzuri mkeo muulize vizuri akwambie kila kitu. Mimi siwezi kuongea yote. Ma, nimemaliza. Eti mke hey, wangu kuna shida gani hapo? nasikia mnalumbana tu, sielewi. Unajua kuna shida gani? Hapana, mimi wangu kuna kitu chochote. Hakuna shida hakuna shida yote. Vipi? yeah. Tangu nipokule nasikia malumbano. Hakuna shida yote. Vipi yani yani, kama vile mnalumbana vipi? Hebu niwekeni wazi kwanza. Semaje, ngoja niyaweke wazi hapa yani, sitaki kuficha kitu chochote. Mke wako alichukua kijora cha shule hela, amenisumbua kulipa mpaka kijora hiki kakivaa. Alafu hela hataki kutoa, ana maana gani? nisha kukataza hivi vitu hivi, nisha kukataza mara kibao. Kama unakumbuka, una kuna siku nilikwambia, je, unacheza michezo na unakuwa unaopesha hela na nini? ukanikatalia <tipa> yakaona vitu, ah, hmm. vitu, hmm. vitu, hmm. vitu, vitu, vitu vya ajabu. Misha kukataza kuchukua vitu vya wapi? Unakopa mikopo huko kwa wale wetu wenyewe hapa ha. Unajua ha, tia maji tia maji, bado unakopa vitu vya jirani. upo nipo ndugu yangu mzuri eh? mm. Ah. Mtatizo nini laba nah. mm kizopo na shindiliao. Eh. Ya nimeudi kazini hapa, cha ajabu nimekuta marumbano. Yaani huko usio anakopa mikopo bila mikujua, matokeo yake ndo kama hivi. Anakuja shoga yake hapa, nimekuta mizozo kama hivi. Shoga yake? Jamani mimi naona niwakatishe. Jamani hapa mi naona sielewi. Yaani hapa nachotaka tu hela yangu. Sitaki ugomvi na mtu. Yaani hu nataka nimalize mwaka kwa amani, nataka hela yangu tu. Ngoja kwanza niike shetu nzuri. Hivi dada hivi unamdeshi ngapi? na shida ni nini? siku zote unajua, kwanza, misingi ya sheria, inabidi ufate sheria kwa misingi ya utu. Bila utu, basi hakuna kitu, na vile vile, mi mwenyewe naijua sheria, sababu tangia nilivyotoka naenda chooni na rudi, naona mizozo inaendelea, conversation ambayo inaendelea, lakini inabidi tufate sheria kwa misingi ya utu. Mi mwenyewe naijua sheria. Are you understand this laws? na vile vile, by the way, japokuwa unamweza, lakini istoshe, ungefuata utaratibu ambao uliowekwa. Ungemfuata mtu yoyote mzima angekuelekeza, mm. usifanye hivyo, afu weka kaya yako hayakuhusu <laughs> <laughs> kabisa. Hebu toka na taulo lako hapa, msije nikakuvua. Naomba ondoke, ilani mm. Acha mimi nikachukue hela Babu vipi? Mbona sikuelewi? Umesema umlipie, umlipie vipi? Hivyo hivyo. Huyu mke wa mtu. Sasa wanavyosema umlipie, umlipie vipi yani? Ani hivyo hivyo unavyojua wewe. Tatizo vijana siku hizi wanahisi vibaya. Mimi nataka nikulipie tu. Nimlipie tu shemeji, nimlipie nginja, nginja. Bila shaka. Sasa hautaki nimlipie. Mimi nataka nimlipie nginja nginja, nimlipie, unaonaje nginja? Eh, jirani mwema kwa hili bila shaka, jirani huyo. Ah, nginja nginja, bila shaka. Ni vijana wadogo wanaharibikiwa, wanavuta bangi. Rudi kwako mke wangu, mada inarudi pale pale. Kwanza sasa hivi una makosa haya mawili. Kosa la kwanza kunidanganya, hilo ndo la kwanza. La pili vijana hapa, mimi sielewelewi, aliopita na kitaulo chake afu anakuambia akulipie mimi, sikuelewi. Ujue mke wangu unidanganya, unacheza michezo huko, unakopa watu mi, unakuja unanidanganya, unaniambia kwamba ukopi. Kwa kuwa ishatokea nishalalamika sana vya kutosha Utaka kunisikia wala nini? maisha yetu magumu ujue, afu dakika za mwisho, kila ninalokwambia, wewe mwenyewe unaona hapa, maisha magumu tunayopitia, kula yenyewe desh, kwa umbe ulikuwa nadanganya, yani nakula vyakula vya ovyo, narudi, tempere, narudi dagaya, yani, na tembele narudi na mwingine nakuta dagaa, yani naacha hela, na sio kama siachi hela, naacha hela 10000 20000 sikufiki mwanzo na mwachia 10000 kwa usawa huu mwanaume anakuachia 10000 afu dakika za mwisho ndo nakuta hivi, nakula vyakula vya ovyo. Basi haina shida, mi ishatokea, mi nitakulipa hela yako, lakini najua, najua jinsi gani nimalizane nayo. Mwanamke ngoja, umezidi. <tipa> Kumbe shemeji anakuachia hela, sasa shida nini kunilipa deni langu mpaka sasa? Shemeji unamtia aibu kiasi hicho, kwa sababu gani hayo eh? mambo ya aibu We lipa hela za watu umalize, shemeji asiwe na aibu kwa watu. Shoga yangu mwenzie, marejesho mengi hiyo, marejesho vikoba. Kwa hiyo elfu kumi una kidogo nikupe niende marejesho, sikausha damu, shoga yangu lenye elfu kumi ndo maneno shemeji. Nashukuru sana usijali, naomba unisamee mimi sana sana nisamee usijali <laughs> sababu ishatokea nisamee isha isha. Sawa, karibu sana asante. Ah jamani, nashukuru sana mbaki na amani yaani, shemeji hapo yameish yameishi ya hapa. Karibu tena. Haya mimi naondoka shogan, kwaheri haya vikoba uviache lakini